Naam, ni siku pekee kabisa ambayo tulikuwa tunaisubiri kwa ham sana eh, ndani ya Main FM na Mainstream Media kwa pamoja. Leo bwana, tuko hapa katika hoteli ya Southern Sun au unaweza ukasema jua la kusini Posta, jijini Dar es Salaam. Ni tuali upoje, karibu sana eh, katika Main FM eh. Hapa kikubwa hasa tumekuja hapa bwana leo, kuna uzinduzi eh, uzinduzi ambao maalum kabisa eh, kwa ajili ya michuano yetu kwa mara ya pili mfululizo Eh, tunazungumzia Main FM Cup 2025. Yale ambayo tuliweza kuwafanya bora mwaka jana, mwaka huu tumekuja kuboresha. Kikubwa hasa vijiwe vimeitika. Mimi naitwa Ali Upuju, karibu sana leo. Tumekusanyika hapa kwa taarifu juu ya uzinduzi wa mashindano ya mpira wa miguu ya vijana wa mkoa wa Kigoma, yanayofahamika kama Main FM Cup msimu wa pili mwaka 2025. Mashindano haya ya Main FM Cup ni moja kati ya mashindano makubwa kuwahi kutokea katika mkoa wa Kigoma ambayo yanahusisha uh, vijana waliojiajiri katika fani ya udereva wa pikipiki yaani bajaji pamoja na bodaboda. Mashindano haya yanafanyika kwa msimu wa pili sasa, ambapo msimu wa kwanza ulikuwa mwaka 2024 na, na yalikuwa na mafanikio makubwa sana katika mkoa wa Kigoma hasa kwa vijana Mashindano haya yataanza mwezi wa tano hadi mwezi wa nane na yatahusisha timu 16 ambazo zitaanzia hatua ya mtoano na yatacheza katika wilaya zote za mkoa wetu wa Kigoma na yatatoa mshindi mmoja ambaye atajinyakulia kikombe na zawadi ya kiasi cha pesa cha milioni moja na nusu. Sisi kama Main FM tunatambua mchango wa vijana katika taifa la Tanzania na pia mkoa wetu wa Kigoma na tunaheshimu sana shughuli zinazofanywa na vijana hasa katika mkoa wa Kigoma. Mashindano haya yataendana sambamba na kutoa elimu katika maeneo matatu. Eneo la kwanza ni kutoa elimu juu ya usalama barabarani. Kama mnavyojua, tunashirikiana na bodaboda pamoja na bajaji, ndio wadau wakubwa katika swala la usalama barabarani. Lakini mashindano haya pia yataambatana na kutoa elimu katika masuala muhimu ya kijamii na uchumi. Lakini la pia la mwisho, tutakuwa tunatoa elimu ya kukuza fursa za uchumi wa kijani kwa wajasiriamali vijana. Tunatoa elimu hii na kuhakikisha vijana wanaendelea kuwa chachu katika maendeleo ya nchi yetu ya Tanzania. Mimi binafsi leo kushirikiana na viongozi wa chama cha mpira wa miguu cha mkoa wa Kigoma, viongozi wa bodaboda na bajaji, nirudie tena kuwashukuru wanakigoma Kigoma, niwashukuru pia wanahabari wote na niseme rasmi mashindano haya ya mpira wa miguu yanazinduliwa leo Kumi na moja, mwezi wa nne, mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Katika kipindi hichi, baada ya uzinduzi wa leo, tutakuwa na zoezi la kukamilisha usajili kwa timu zote. Tutatangaza jezi zitakazokuwa zinatumika. Tunaomba wadau mbalimbali kujitokeza kudhamini mashindano haya ili kuyapa nguvu zaidi na kuyafanya kuwa mashindano makubwa zaidi katika mkoa wetu. Naomba kurudia tena kwamba mshindi wa kwanza atajipatia milioni moja na nusu, mshindi wa pili atajipatia milioni moja na zawadi nyingine zitatoka kwa wachezaji bora pamoja na watu ambao watakuwa wamefanya vizuri katika matukio mbalimbali mbali. Tunapenda kuwashukuru wadhamini wa, wa mwaka jana ambao walifanikisha mwanzo wa ligi hii, ambapo tulikuwa na Azam TV, tulikuwa na Yas Tanzania, tulikuwa na Orex Gas, tulikuwa na Takukuru kwa mkoa wa Kigoma pamoja na Tanesco na Kivumo Investment na wengine wengi ambao walishirikiana na sisi pia ni, mshukuru, ni shukuru Triple E Garage ya Dar es Salaam kwa kutambua mchango wa vijana kujitolea kuwapa elimu vijana juu ya masuala ya usalama wa vyombo vyao. Kwa namna ya kipekee nipende kumshukuru Edgar Kibwana kwa kuamua rasmi kuungana na Main FM katika kuhakikisha kuwa vijana wa Kigoma wanapata fursa ya kucheza soka la viwango. Na mwisho naomba nitoe nafasi kwa mdhamini mkuu ambaye ni Azam TV aseme neno, moja, aseme neno pamoja na msemaji wetu uh, Steven Dorobo pamoja na Bwana Edgar Kibwana. Kwa majina yangu naitwa Sebastian Mwekambo, ni mkuu wa kitengo cha promotion media na events kutoka Azam Media Limited, na leo nimefurahi kufika hapa katika hii ili jambo letu zuri, press conference ya kuweza kuongelea ujio wetu wa pili wa Main FM Cup. Ili ni jambo kubwa, ni jambo la msingi na kama Azam Media Limited tumefurahi kushiriki au kuonyesha ushirikiano wetu mara ya pili. Hili zoezi au mchakato ulianza mwaka jana 2024, na lakini natumaini mchakato ulianza mapema kabla ya hapo zaidi, lakini zoezi ilianza mwaka jana na sasa hivi ni mwaka wa pili, na huu mwaka wa pili sisi tunaendelea kusupport tunaendelea kusponsor hili jambo kubwa. Kwa nini tunatoa support kwa nini tunafanya sponsorship? Uh, kama mkiangalia tunavyofanya na NBC Premier League, kama ukiangalia na CRDB Cup vile vile au zingine zote iwe Ramadhani Cup au ligi zote ambazo tunafanya tunaonyesha Azam TV. Pia tunaangalia vipaji kutoka sehemu mbalimbali, uwe chini uwe kati uwe juu, wote tunawamulika, wote tunawazingatia, ili kila mmoja aweze kupata nafasi yake kuonyesha kipaji chake na kuweza kusaidia hata familia au hata kuinua uchumi wa nchi. Pale unapomuinua mtu mmoja, unainua familia, unainua uchumi, unainua nchi. Kwa hiyo tunafurahi sana kushirikiana na Main FM Cup au Main FM pia kwa hili jambo jema ambalo wanalifanya. Ningependa kutoa rai kwa wana Kigoma wote, sio tu Kigoma, bali na sehemu mbalimbali, jitokezeni kwa wingi. Mambo yamekuwa makubwa na mazuri na bora zaidi. Nimeweza kusikia hapa vijiwe vime? vimeitika vime, basi viendelee kuitika. Tumesikia bodaboda, tumesikia bajaji, tumesikia wakazi, vijana wengi sana wana vipaji waweze kujitokeza, waweze kujisajili pia waweze kuonyesha ukubwa wao. Sisi tutamulika taa zetu, tutamulika kamera zetu, tutamulika Uh, ubora ambao utakuwa unaonyeshwa pale uwanjani, tutaweza kusimamia hili jambo ili, ili kuhakikisha kila mmoja amepata nafasi yake. Karibuni sana, huduma za Azam TV zinapatikana kote nchi zima, na mkoa wa Kigoma umebahatika kupata huduma zetu zote, nikimaanisha antena ambayo sasa hivi tunauza bure au tunatoa bure. Cha msingi unachika kufanya ni kulipia vifurushi vya miezi miwili ili uweze kufaidi, na utaweza kufaidi hata hii cup ambayo inaanza hivi karibuni. Uh, kwanza ni wapongeze Main FM kwa wazo zuri sana la Main FM Cup. Bahati nzuri sana Steven, pamoja na mkurugenzi, mwaka jana nilikuwa miongoni mwa wafuatiliaji wakubwa sana wa michuano hii na fainali ya Mlole dhidi ya Mnarani eh, na Mnarani boda anapata ushindi wa goli moja kwa sifuri. Ilikuwa ni moja kati ya fainali ambayo sio uh, tu kwa kile ambacho kilitokea ndani ya uwanja lakini zaidi kwa namna ambavyo uh, michuano hii ya Main FM Cup ilivyounganisha wanakigoma na kuleta tafsiri nyingine kwamba michezo sio tu ni platform kwa wachezaji kuweza kuonyesha umahiri wao ama uwezo wao, lakini michezo ni sehemu pia ambayo inaweza kukutanisha watu wa jamii moja wakasahau shida zao na wakazungumza uh, vitu kwa umoja, na lengo ni jema sana kuhakisha kwamba amani ambayo tunayo maendeleo ambayo tunayokusudia katika sekta ya michezo yanaendelea ya kuambukizwa katika namna ambayo kila mmoja anaweza akaiona. Hii sekta ni sekta kubwa ambayo inahitaji uwekezaji zaidi, na uwekezaji unafanywa na Main FM na wadau wengine kuhakikisha kwamba michezo inakuwa na taswira ambayo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anayo, Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa maana ya uh, yeye kwa maono yake. Mapinduzi makubwa sana katika sekta ya michezo yamefanyika kwake, na hasa katika kipindi hiki ambacho imetoka katika burudani, michezo imekwenda katika ujenzi wa uchumi kwa mkoa pamoja na kwa mtu mmoja mmoja au kwa jamii yetu kwa ujumla wake. Kwa serikali, wanafanya mambo makubwa kwa maana ya uwekezaji. Nazungumzia namna ambavyo fedha kwa hivi sasa zinatoka nyingi mno kwenye miundombinu na kukitanua kiwanda cha michezo Kilio chetu kama sisi wadau ambao leo hii tunawapongeza Main FM kwa kuja na ama kuendelea na mashindano haya ambayo yanahusisha kada ya eh, vijana ambao wapo vijiweni, lakini wana shughuli zao binafsi na ni platform nyingine kwa wao kuweza kuonekana, ni kwamba eh, tulitamani sana serikali itengeneze mazingira ambayo yatakuwa yanashawishi watu kuingia kwenye michezo, eh, kuanzia kwa wazazi kuja kwa vijana wenyewe kwa sababu zamani, Seba, utakubaliana na mimi, ukimwambia mzazi kwamba unataka kuwa mchezaji mpira, anaangalia uh, maisha ambayo wachezaji wamepitia huko nyuma na uhalisia uliopo, kwa sababu mtaani hakuna role model, nani wa kumtazama kama kioo, ili huyu mchezaji ambaye ama, huyu uh, kijana ambaye anatamani kuwa mchezaji atazame katika nyumba fulani, Steven anacheza mpira na maisha yake ni mazuri. Niliwahi kusoma blog moja, asilimia 75 ya wachezaji mianzoni mwa mwaka ya elfu mbili walikuwa ni wazawa wa Kigoma. Nataka na kuonyesha tu picha namna ambavyo Kigoma imekuwa ni kitovu cha kutoa vipaji, na Main FM Cup tunataka kuifanya kuwa miongoni mwa mashindano makubwa e, pengine ya kimtaani ambayo yanafanyika. Uh, watu kama kina Juma Kaseja toka Ujiji watu kama kina eh, Akilimali Yahaya hutokea Kigoma, watu kama kina Saidi uh, Said Swedi Skadi, watu kama kina Saidi Maurid uh, wote bila shaka mtakuwa mnawafahamu. Watu kama kina Abed Mziba Tekelo, kina Sande Manala, Selemani Matola, watu kama kina eh, Salum Kanon, kina eh, Idi Nasoro Cheche na wengine wengi ambao wametokea kwenye mkoa wa Kigoma. Au ni wachache tunao, tunazungumza ni masta. Huyu Sande Manala alikuwa anaitwa kompyuta. Mkija Kigoma siku moja mnitafute, tawapeleka mtaani kwao mtaa wa Kawawa ambapo ndo uwanja huu unakwenda kutumika, uwanja wa Kawawa Ujiji pale Buzeba Zeba ndo michuano hii itakapokuwa inakwenda kufanyika. Kwa hiyo kila mwana Kigoma ambaye ananisikiliza hivi sasa eh, na kila bodaboda au kila kijiwe ambao wananisikiliza hivi sasa, sambamba na mengine mengi ambayo tumesha yafanya kama Main FM, wakati ni sasa. Waha wanamsemo wao unasema umufa wimbu ebwe unywebwa ukishushe kwa Kiswahili <laughs> kwa Kiswahili, mchuzi wa mbweha ni mzuri ukiunywa ukiwa umechemka. Tunaelewana vizuri, yaani ni mzuri ukiunywa ukiwa wa moto <laughs> He. hiyo ndio tafsiri. Hey, hiyo ndio tafsiri yake. Michuano mi, nakwenda kuanza mapema mwezi ujao, na uzuri ma, pamoja na mambo mengine yote mkurugenzi, unajua kuna vitu vingine, unajua, kwa sababu labda pengine sio mwanahabari kama mimi lakini ameshindwa tu kusema jezi, sisi hatujazitoa hatuja, hatuja kwa maana ya Tanzania na kuonesha tu hiyo standard ya namna ambavyo tunakwenda kuifanya hii ligi na kuonesha hiyo standard. Uh, itakuwa natua na meli ya lino katikati ya, kati kati ya mwezi tu itakuwa imetua, mzigo unaingia hapa wa jezi, so hata quality ya jezi Uh, hii ni i ni miongoni mwa sampu ya jezi ambazo zitakwenda kutumika, quality na vitu vingine vya namna hiyo vinavyokwenda kupatikana, inakuonesha wazi kwamba hii ni ligi ya kitofauti yakitofauti. Uh, nipongeze timu ambazo tayari baadhi ya timu zimeshachukua form na form zinapatikana ofisini pale Main FM Cup, Kilima Hewa. Ukifika pale Kilima Hewa ukifika kwa uh, kwa wakazi wa Kigoma kwa asilimia kubwa na ofisi uh, za Main FM zilipo, watu wafike wakachukue form kwa gharama ambazo pia tumezizungumza na kwa namna ambavyo tunataka kuifanya hii ligi kuwa kubwa kabisa kwa mkoa wa Kigoma na iwe sehemu au platform ya kuzalisha vipaji. Ngwani wape ushuhuda mmoja. Ah uh, ukiachana okay, na usemaji wa Main FM Cup. Mimi ni mimi pia ni mchambuzi wa masuala ya michezo wa Main FM. Tume tulifanikiwa kupata wachezaji wawili mwaka jana walio tokea kwenye Main FM Cup ambao walikwenda kufanya trial kwenye kosi cha mashujaa. Walikwenda kufanya majaribio kwenye kikosi cha mashujaa. Swala la kuchaguliwa wajiunge na timu au wasichaguliwe ni jitihada binafsi, lakini sisi kama Main FM, tulifanya kwa sehemu yetu kwa maana ya kuanzisha mashindano na wale watu wakaonekana kwamba hao wanaweza, that's why wakawa wamepata nafasi ya kwenda kuonesha vipaji vyao, lakini pia tumepata nafasi ya wachezaji wale wale wachache wao kwenda kushiriki kwenye michuano ya RSL, mabingwa wa ligi ya mikoa kwenye klabu ya Kajuna ambayo ambao sasa hivi imeingia kwenye saba bora ya michuano ile ya ligi ya mikoa ambayo tunatarajia siku chache kutoka hivi sasa itakwenda kwenda kuendelea. Ilikuwa ni kwa, kwa, kwa, kwa mbalimbali hasa taasisi ambazo zinamiliki pia vyombo vya moto. Uh, waje watushike mkono kuungana na Azam TV uh, na wenzetu ambao pia tuko nao watu kama TANESCO Kigoma na taasisi zingine mbalimbali mbali za kiserikali katika kuhakisha kwamba hili jambo linakamilika. Mi naomba nishia hapo, ni sile mda, najua ukishapewaga cheo cha usemaji mara zote lazima, lazima ujaribu kutengeneza mazingira. mazingira ba mi naitwa Steven Ndorobo Nguruka Icon. Asanteni sana.